Mambo vipi? ya tuko mkoani Tanga Jiji, tukiendelea kutekeleza mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu, mradi ambao unaendelea kuwafikia vijana elfu moja mia tatu hamsini lakini na wazazi mia tano arobaini lakini pia utafikia viongozi mbalimbali wa serikali hapa. Leo tumetoka kuhitimisha semina ya kwanza ya viongozi wa serikali, takriban ni kama arobaini hivi wamepata mafunzo leo hapa, lakini pia na kesho tutakuwa na session ya pili kwa ajili ya viongozi wa serikali. Hii ni kuwajengea wao uwezo wa kuweza kudili na vijana wa kizazi hichi lakini pia napisha matakwa ya vijana yanatekelezwa. Kwa hiyo aka, tumegusa nyanja tatu, wazazi, vijana, lakini na viongozi wa kiserikali, ili wote waweze kuongea kauli moja katika kumletea kijana maendeleo lakini pia na kuijenga taifa la Tanzania. Asante sana. Mungu bariki Tanzania, Mungu bariki Afrika. Asante. Amanina, naitwa Clara Moses Materu ni mtendaji wa kata ya Zili halmashauri. Haya, tungependa kufahamu leo kwenye mafunzo haya kwanza, tuambie ni mafunzo yalihusu nini, na wewe kama mtendaji wa kata ya Mzizima ni kitu gani umeweza kujifunza? Ha, mafunzo haya yalihusu ushirikishwaji wa vijana uh, katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo za kiuchumi katika halmashauri ya kushiriki katika katika michakato. Asante, baada ya mafunzo haya ningependa kufahamu sasa, unadhani kuna umuhimu gani wa vijana kushirikishwa kwenye masuala hayo ya kiuchumi na kiuongozi, kama ambavyo umetuambia kwamba mafunzo yalihusu ushirikishwaji wa vijana? Tuambie ni kwa namna gani unaezani kuna, kuna umuhimu wa kuwashirikisha hawa vijana? Ya, mimi yo nikasema ninaona ni umuhimu kushirikishwa vijana kwa sababu vijana ni kizazi ambacho kinakua. Na kama kizazi kinakua, lazima kitengenezwe ili kisiti katika hatua ambayo kitaweza kuisimamia na kuongoza nchi katika taratibu stahiki. Kwa hiyo kwa sasa tukiwaacha huko, tunakokwenda mbele tutakuwa tuna taifa la kesho bado linaweza kutegemea. Kwa hiyo tunapoinuka na vijana ukawashirikisha katika uongozi Ikawashirikisha katika kuibua miradi au mako mbalimbali ya kijamii , ikawashirikisha katika elimu huku mbele, tukawashirikisha katika sera za nchi huku mbele, tutakuja kuweza kujimudu na kusimamia taifa. Hata sisi tukiwa tumechoka tumekaa pembeni, tafurahi kuona kwamba vijana tuliowalea wataweza kufanya vizuri. Na tukipoteza kizazi hiki, uh, usitokana na teknolojia inayokuja na mfumo na, uh, na, na utandawazi tutakuja kupoteza taifa. Kwa hiyo ni vizuri tukawafundisha, tukawaelekeza, lakini tukashirikiana nao, tukafanya pamoja nao katika kufanya maamuzi, katika vikao tukawashirikisha, katika semina, katika mikutano na mihalo mbalimbali ili huko mbele uweze pia kuwa na taifa lililo bora, lakini wao wanajitambua na wanaweza kusimamia taifa na serikali kwa Naitwa Mohamed Salim ni afisa mtendaji wa kata Chumbole. Chumbole yani, lakini nimeshiriki katika mafunzo haya siku moja ya Restless. Asante. Tungependa kufahamu kabla ya mafunzo na sasa hivi kitu gani umekipata? Mafunzo yalikuwa yanahusu nini, lakini ni kitu gani umekipata kupitia mafunzo haya ambayo yanafanyika chini ya Restless, chini ya mvule wa Tanga Yetu kupitia mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu? Kwa kweli ah, nilivyokuja na nitaka kuondoka ni tofauti, kwa sababu nimekuja kupata elimu kuhusiana na masuala mazima ya vijana na, tumejifunza mambo mengi ambayo yanahusu vijana, lakini yako mambo mengi ambayo amezungumzwa, lakini unajaribu kuangalia jinsi ya mgawanyo wa vijana wapo na miaka elfu moja mia tisa sitini na tano mpaka kama na themanini na kipe hivi tofauti na vizazi ambavyo wanavyo kwa sasa hivi. Kuna vijana sasa hivi wanahitaji majibu kwa haraka, tofauti na kipindi cha nyuma. Yeah. Unavyoenda kufahamu sasa, baada ya mafunzo haya, ni kwa namna gani wewe kama mtendaji wa kata, kitu gani unaenda kuwaambia vijana wetu kule kwenye kata ambayo unatokea, nani, ni kwa namna gani wewe sasa utashirikiana nao moja kwa moja katika kuhakikisha kitu ambacho tumejifunza leo hapa basi inaenda kuwa na matokeo kule kwenye jamii moja kwa moja. Kwanza kabisa kama majukwaa ya vijana, kwa hiyo tutahakikisha kwamba majukwaa yale sasa kupitia kwenye vikao vya kamati ya kata, ikiwezekana sana vile kwenye vikao vya mitaa, basi walau tumpate aidha kama ni mwenyekiti ama ni katibu, ili walau yale yanayozungumzwa kwenye ngazi za kata na mitaa wawe wanayapata moja kwa moja. Haya, mi nikutakie mafunzo mema. Asante sana langu. Tungependa kufahamu kwanza ni kitu gani tumejifunza leo au wewe, kama afisa wa ustawi, kupitia mafunzo haya ni kitu gani ambacho umejifunza siku ya leo? Vitu vingi ambavyo pata kwa pa siku ya leo, hasa vinavyohusiana le na maswala ya vijana vianda naa unaweza kushitisha vijana katika kazi mbalimbali samamu katika jamii yetu kwa ngazi ya mtaa, kata, mikoa hadi taifa. Habari, jina langu ni Dickes de la Sante, ambaye ni yule kata msabiri advocate katika Restless Development, katika mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu, katika kata zote ishirini na saba za Jiji la Tanga. Na leo nimehusika na semina ya viongozi wa serikali inayohusisha ushiriki wa moja kwa moja wa vijana katika kata zetu. Na nia ya semina hii au lengo wa, wa, wa semina hii jina langu ni Detadamas, ni afisa maendeleo ya jamii, na pia naratibu dawati la maendeleo ya jinsia Halmashauri ya Jiji la Tanga. Eh, nashukuru na leo hapa, mafunzo leo yalikuwa uh, mazuri sana. Tumejifunza uh, mambo mengi sana. Kama mratibu wa dawati la maendeleo ya jinsia, nimeona uh, namna gani wadau wanatekeleza eh, ma, uh, malengo endelevu ya dunia hasa kwenye eneo namba tano la masuala usawa kijinsia, kwenye grupu hii ya vijana kwamba uh, vijana namna gani wa, watalenda watajua nafasi zao katika haya malengo na namna gani wanaweza kuchukua nafasi katika jamii na pia kuelewa majukumu yao katika jamii ili kuondoa haya mapengo ya kijinsia kwa jamii nzima, pia katika kundi la vijana. Sasa kingine, nachukua hamu kwamba mafunzo haya yameendeshwa chini ya mradi wa shiriki Tujenge Tanga Yetu ambao unatekelezwa na Restless Development moja kwa moja. Bado hawajapata hawa hiyo nafasi ya kushiriki? Unaambia ni uh, kijana anaye nisikiliza atambue fursa. Fursa iweze ikaja, inakusubiria nyumbani. Toka nje ya boksi, njoo ujifunze, wadau wanatoa elimu kwanza, kubadilisha ile mitazamo ya kwamba hakuna ajira, hakuna wadau wa kukusaidia. Hakuna, njoo utoke nje ya boksi, njoo zungumza na vijana wenzio, ukirudi nyumbani kuna jambo umelichukua. Kama mi leo nimekuja kwenye haya mafunzo kuna kitu pia nimeongeza kwa sana. Mimi pia nina vijana nyumbani, kwa hiyo wewe kijana, njoo uzungumze na vijana wenzio, njoo kwenye majukwaa ya vijana, njoo kwenye mikutano ya mitaa. Zile ajenda zenu nani atazisemea kama vijana hampe kitokeza kwenye haya makundi ambayo ndio yanaleta uh, yanajenga hoja na pia yanaleta mikakati kwa ajili ya sisi vijana wenyewe. Tume, tumeona na tumeweza kusikia kutoka kwa wanao ambao wameweza kushiriki mafunzo haya siku ya leo hapa Dolphin ambayo yaliandaliwa na shirika la Restless chini ya mwavuli wa Tanga Yetu, kupitia mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu, hivyo ningependa kuambia wananchi au wanajamii wote ndani ya Halmashauri ya Jiji la Tanga kwamba tuendelee kujifunza, tuendelee kujitokeza, lakini pia tuwe na utayari katika kuhakikisha tunabadilika na kujenga Tanga yetu. Asante.